Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu, Mwenyezi Mungu ambaye ni mkubwa lakini haonekani, tunarejelea katika mada yetu siku ya leo ambayo ni kuangalia umoja wa Mwenyezi Mungu katika kitabu cha Bibilia. Hapa tunatoa dalili na aya kwa ukamilifu. Tutaangalia Musa kwanza. Musa alisema nini kuhusu Mwenyezi Mungu? Kumbukumbu kumbu la Taurati e, sura ya sita, nne. Sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ndiye mmoja nawe, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Huyo ni Musa. Tuangalie nabii mwingine ambaye ni nabii e, Isaya. Isaya e, 44:6. Bwana mfalme wa Israeli mkombozi wako Bwana wa majeshi asema hivi, mimi ni ni wa kwanza eh? mimi ni wa kwanza na mimi ni wa mwisho, mimi ndio wa kwanza na mimi ni wa mwisho, zaidi yangu mimi hapana Mungu. Isaya vile vile anasema katika 44:24, anasema Bwana mkombozi wako aliyekuumba tumboni, Bwana mkombozi wako aliyekuumba tumboni asema hivi, Mimi ni Bwana nifanyaye vitu vyote, nizitanaye bingu peke yangu, nienezaye nchi, ni nani aliye pamoja nami? Tuangalie nabii mwingine ambaye e, eh, tuangalie nabii mwingine ambaye ni nabii Suleiman. Suleiman anasema anasema katika Wafalme wa Kwanza 8:23. Anasema akasema, e Bwana Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe mbinguni juu wala duniani chini, ushikaye maagano na rehma kwa watumishi wako waendao mbele zako kwa mioyo yao yote. Naangalia nabii mwingine ambaye ni nabii Daudi, Zaburi 86 aya ni ya nane. Kati, katikati ya miungu hakuna kama wewe Bwana. Yani hapa nasifu Mwenyezi Mungu anasema katikati ya miungu. Kwa hivyo hapa tunafahamu miungu ni mingi tu lakini Mungu eh, Mungu nani? Katikati ya miungu hakuna kama wewe Bwana. Mataifa yote uliowafanya watakuja watakusujudia wewe Bwana, watakutukuza jina lako, kwa kuwa ndiye uliye mkuu wewe, ndiwe mfanya miujiza, ndiwe Mungu peke yako. Unafahamu, tuangalie pia nabii mwingine ambaye ni Nabii Hosea. Hosea 13:4, lakini mimi ni Bwana Mungu wako tangu nchi ya Misri, wala hatamjua wala hatamjua Mungu mwingine ila mimi, wala zaidi ya mimi hapana mwokozi. Tuangalie nabii mwingine, huyu ni Zakaria. Zakaria 14:9, naye Bwana atakuwa mfalme juu ya nchi yote, Bwana atakuwa mfalme juu ya nchi yote. Siku hiyo Bwana atakuwa mmoja na jina lake moja. Bwana atakuwa mmoja na jina lake moja. Tuangalie nabii mwingine ambaye ni nabii Samueli katika kitabu cha Samueli wa pili, Samueli wa pili saba kumi na mbili, inasema kwa hivyo wewe ndiwe mkuu, e Bwana Mungu, kwa maana hakuna kama wewe, wala hapana Mungu mwingine ila wewe, kwa kadri tulivyosikia kwa masikio yetu. Tuangalie Jesus Isa mwana wa Mariamu, wanasemaje? Yohana ishirini kumi na saba. Yesu akamwambia, usinishike kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba, lakini enda kwa ndugu zangu ukawambia, ninapaa kwenda kwa Baba yangu, naye ni Baba yenu, kwa Mungu wangu, naye ni Mungu wenu. Marko kumi na mbili ishirini na nane, na mmojawapo waandishi akafika, akawasikiliza akisema, naye akatambua ya kuwa amewajibu vema, akamuuliza, katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza? Ni ipi iliyo ya kwanza? Yesu akamjibu ya kwanza ndiyo hii, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni bwana mmoja tu. Tuangalia Wakorintho wa kwanza nane, nne. Basi kwa habari za kuvila vitu vilivyotolewa sadaka kwa masanamu, twajua ya kuwa sanamu si kitu katika ulimwengu na ya kuwa hakuna Mungu ila ni mmoja tu hakuna Mungu ila ni mmoja tu sasa tuangalie katika Quran Suratul Alimran, aya ni ya pili, inasema: Mwenyezi Mungu hakuna mungu ila yeye, aliye hai, msimamizi wa yote milele. Alafu kuna sura ingine ambayo ni Suratul Ikhlas, inasema: sema Mwenyezi Mungu ni mmoja eh? Sema Mwenyezi Mungu ni mmoja, Suratul Ikhlas aya ya kwanza sema Mwenyezi Mungu ni mmoja. So ukienda kuangalia aya zote katika kitabu cha Biblia utapata kuwa Mwenyezi Mungu ni mmoja. Na mimi nawaambia kitabu cha Biblia kimesema Mwenyezi Mungu ni mmoja, na tunaambiwa enyi watu wa kitabu, ambao ni Wakristo na Wayahudi, kujeni tukubaliane kwa jambo moja ambalo ya kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja, wala tusizue eh, mambo mengine kuhusu Mwenyezi Mungu ambayo tuna elimu nayo. Kwa hayo, kama uko na swali hapo kwa comment section. Ongeza swali yako tulishughulikie.